Tuanze na mambo ya lishe bora. Lishe bora ni kundi la vyakula ambavyo anatakiwa kupewa binadamu vilivyowekwa kwa mpangilio maalum wa makundi matano. Hivyo vyakula vinatakiwa vitokane na makundi hayo matano ili apate mwanadamu na viweze kumpatia afya nzuri. Makundi hayo, kundi la kwanza ni kundi la wanga au carbohydrate. Hilo kundi linatokana na mazao ya nafaka kama mahindi, ngano, e, mchele, lakini pia linatokana na e, vyakula vya jamii ya mizizi kwa mfano kuna viazi, kuna mihogo, kuna magimbi. Hivyo vyote vipo kwenye kundi la wanga au carbohydrate. Lakini pia tunavipata kwenye vyakula jamii ya ndizi, ndizi hizi za kuchemsha, hivi vyote ni kundi moja la wanga. Hivi kazi yake ni kwa ajili ya kumpa nguvu, kuupa nguvu mwili wa mwanadamu. Ndio maana leo uko hapa umepata chochote, ndio maana una nguvu, sawa jamani? Lakini kundi la pili ni kundi la protini. Kundi la protini linatokana na vyakula jamii ya nyama eh, lakini pia mayai kuna samaki lakini pia inatokana na e, mimea jamii ya mikunde kama maharage, njugu, kunde, hizo zote ni kundi moja, kundi la protini, kundi la pili. Lakini kundi la tatu tuna kundi la vitamins. Vitamins zinatokana na kula vyakula vya jamii ya mboga mboga, matunda na kadhalika. Kwa hivyo vitu vyote tunatakiwa tuvizingatie, tule ili tuweze kupata afya safi lakini, kuna kundi jingine ni kundi la e, mafuta. Kundi la mafuta hili kazi yake ni kwa ajili ya kuupa mwili joto.